Kalia ilikuwa tarehe moja kwenye muda wa saa tatu za jioni, alinipa taarifa kwamba kuna kijana, akanipigia simu naomba gari asubuhi. Nikaona wameamshana na yule kijana, yu kijana. Wakaondoa kwenye saa kumi na moja watoto wakawafungulia mlango wakawa wameondoka wameenda huko, na mimi siku hiyo nilikuwa naenda kwenye harusi siku ya Jumapili, kwa nimealikwa kwenda kwenye harusi na jamaa yangu. Mimi nimeamka asubuhi nikaenda kwenye harusi, wakati nikiwa kwenye harusi kwenye muda wa saa tatu wakanipigia tumeshafika Nzega, akanipigia mke wangu baadaye na kijana akanipigia kwamba tumeshafika Nzega na mimi nimefika salama, nimefika salama. Mm. tumekaa hivyo kwenye muda wa saa sita za mchana nikatuma mboga nyumbani. Nipo tuma mboga nikastukia mama amenipigia. Umetuma mboga nyumbani, ame? Nimetuma mboga nyumbani. Aa, sawa. Mm. Mendelea hivyo niko kwenye sherehe kule. Kwenye saa kumi na moja akanipigia simu. Kwamba sisi tumesharudi, imefika Ushirombo. Kuna mzigo nilikuwa nimeagiza hivi umeupokea na mimi sijapokea mzigo wote. Aa, sawa, kama amekata simu. Mimi kaendelea na mambo ya sherehe pale. Kwenye saa moja hivi akanipigia simu. Akaniambia mimi akanipigia yule kwa driver alikuwa ameenda naye, nimeshafika Katoro, nimeshafika Katoro. Ah sawa, ikabidi nimpigie mke wangu. Nipo mpigia simu kwamba aje achukue kadi, nimeacha nyumbani, aje kwenye harusi. Ananiambia mimi, nimepata dharura, naenda Sirari kufuatilia mzigo wangu umekamatwa. Ame, umekamatwa mzigo gani? Ah, nikirudi nitakwambia. mm. Kamaambia sasa, hii jioni utaenda na usafiri gani? Amna ah, niende na magari ya kudandia dandia, nitakokoenda kulalia. mm. Nikawa nimemwacha mimi nikaendelea na sherehe pale. Usiku nimetoka kwenye saa sita, nikamuka, saa sita nikaja kulala asubuhi nikaamka saa kumi na moja nitafute funguo niende dukani. Tafuta funguo sizioni. Nikapiga simu yake. Nikapiga simu haipatikani. Piga simu haipatikani. Mwisho kukaa kukacha kwenye saa kumi na mbili tena kama na robo nikajaribu simu ikawa imepatikana. Ilipopatikana kumuuliza funguo ziko wapi? Akaniwekeza funguo zilipo. Nikamuuliza safari, ulilalia wapi? Akasema nilalia Mwanza. Na sasa hivi nimeshaanza safari. Ah, sawa, mimi nikawa nimechukua funguo, nikaenda dukani kufungua. Nimeendelea na biashara pale kwenye mida saa tatu saa nne pale. Akanipigia simu. Kwa mimi nimeshafika Sirari. Ah, sawa, umefika salama, umefika salama. Basi akawa amekata simu. Mimi nikaendelea na shughuli pale. Sikumtafuta tena kwenye huo mchana. Jioni nimefunga biashara sasa nimuulize kufikia mzigo wako umefikia wapi? Piga simu simu haipatikani piga simu mpaka simu haipatikani, saa tatu simu haipatikani. Kwa nimekuja nyumbani nikauliza, mbona simu yake haipatikani? Labda yeye ameshawapigia. Hapana sisi hajatupigia mama, hata simu yetu haina salio. Aa, sawa. Kaendelea kutafuta hivi, usiku kaingia, tukalala. Asubuhi nikaamka tena naendelea kutafuta haipatikani. Tafuta kwenye WhatsApp haipatikani. Ikabidi niamka asubuhi tena nikaenda kufungua duka huko, naendelea kumtafuta haipatikani tu. Jioni nimefunga tena nikaja nyumbani kuwauliza watoto labda ameshawapigia hata kwa simu nyingine. Hapana, hajatupigia. Nikabidi nimpigie dada yake anakaa Sirari, labda kwa kuwa sila, anakaa Tarime, kwa kuwa Sirari na Tarime ni karibu, labda ametoka Tarime akaenda Sirari kwa dada yake. Nikampigia dada yake nikamuulizia, akasema mimi huku sijawahi kumuona, hajafika huku. Kabidi nimpigie kuna mdogo wake yuko Mwanza, naye mdogo wake akakataa, hajafika huku. Nikampigia kaka yake anakaa Chato, naye akakataa, sijamuona huku Kabii nimpigie kuna rafiki yangu nikamwambia ndugu yangu kuna hili na hili, labda alipoenda kule labda amekamatwa yuko polisi akanyang'anywa simu akawekwa ndani. Kabii tukashauriana tukanyanyuka usiku huo kwenye saa nne tukaenda safari paka silali sasa. Tulifika kwenye saa moja za asubuhi, kabii kuingia kituo cha polisi kuulizia labda kuna mtu aliyekamatwa yuko ndani wa hivi na hivi, wakakataa. Labda kuna mzigo uliokamatwa, labda kwa sababu sasa hivi nafanyaga biashara za kilimo na mifugo Labda kuna dawa za mifugo zilizokamatwa hapa kituoni, kasema hapana. Kabidi twende TRA tena penye tukauliza hivyo hivyo, akasema hatujaona mtu kama huyu, kama hapa, na hatujakamata mzigo wote. Na naomba serikali iweze kutusaidia kumpata huyu mtu, na atakayepata taarifa zozote ili apeleke polisi na si atakayefanikisha kumpata huyu mtu atatoa zawadi ya, ku, ya kumzawadia mtu, atakayetufanikisha huyu mtu wetu kumpata.